Wapo watu ambao ile ile ile kamati ya maadili ile kamati ya tenda, ikishatangazwa tu, wanaiwekea dau yote, na dau lenyewe linakuwa linafuatana na mradi anaotafuta. Mwingine nyumba, mwingine gari, mwingine anafunguliwa akaunti fedha, na jambo hili linapangwa kuanzia bajeti inavyotengenezwa ya mradi inajumlisha na bajeti ya, ya, ya rushwa. Siku waziri ukipitisha bajeti pale, unaona watu kote wanashangilia, unadhani umesoma bajeti nzuri, kumbe dili lao limepita. Wewe unampelekea fomu naibu waziri wenzako kule, jambo lao lote limepita. Wakienda kwenye viapo, wao wanatakiwa tu ajaze hati ya uadilifu hataji alivyoingia alikuwa na nini, sasa ana nini. Wewe unahangaika na mbunge kwa sababu e, e, jambo la rushwa likisemwa kwa mwanasiasa lina ladha zaidi. Moja ya eneo ambako fedha ya umma ina mianya ya kupotea ni kwenye manunuzi, ni kwenye mikataba. tutakapotengeneza matamko mapya Jambo la kwanza kabisa la kuangaliwa wawekwe watu wanaosimamia maafisa masuhuli na wale wanaosimamia hizi kamati za, za zabuni. Eneo la pili ni eneo la makusanyo. Eneo la makusanyo na makusanyo yenyewe, lile eneo la wale wanaokadiria, hasa yule anayekadiria anayekaa na, na mwenzake hapa, wanakadiriana wale wanaochunguza makadirio unakuta haka ni kaafisa fulani kamojawapo kenyewe hakajazi fomu ya maadili, maadili inapelekwa kwa katibu mkuu wake au kwa waziri wake au kwa kamishina wake. Kenyewe hakalazimiki kutaja mali kaliko, kaliko kaliko nazo, kana ahadi tu, ambayo na yenyewe ikishajazwa inawekwa kabatini.